Katika jamii yetu, watoto wengi wenye mahitaji maalum wameendelea kukabiliana na changamoto za kupoteza utu, ndoto na malezi bora ya wazazi wote wawili. Changamoto hizi mara nyingi hutokana na ukosefu wa uelewa kuhusu njia sahihi za kuwasaidia pale tunapokutana na hali kama hizi. Ndio maana kupitia Ustawi wa Jamii DSM Digital tunakuletea simulizi yenye mafunzo muhimu kuhusu namna ya kukabiliana na changamoto za watoto wenye mahitaji maalum, hadithi ya kijana George na baba yake, ambao wamepitia safari ndefu ya maumivu, matumaini na mwamko mpya. DSM ustawi digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kutana na Baba George, mzazi ambaye kwa miaka mingi amehangaika kumtafutia mtoto wake huduma. Mtoto wake George alipata changamoto ya ulemavu wa miguu baada ya kuugua uti wa mgongo akiwa na umri wa miaka tisa. Sasa hali imemwazia, akiwa na umri wa miaka tisa, unaona miguu alikuwa anaishiwa na nguvu, yani uangukaji wake kwa kupiga magoti. Basi tulivyokaa pale, ni sio bwana au mtoto, baada ya kumtumizia hospitali nimeenda kwenye uganga wa kienyeji okay, mm -hmm. tiba za kiasili, baada ya kuondosha tatizo ikawa limeongezeka tatizo mm -hmm. Naona nikarudi tena hapa, niliporudi hapa huyu mtoto nikawa nimempakisha ndani. Unaona, mi nashurika kutafuta riziki kazi za okay, ulinzi e, na tatizo la maradhi limenianzia mwaka elfu mbili na kumi na moja nikiwa na miaka tisa. mm -hmm. Yaani ilianzia maradhi ya kuanguka anguka nikitembea hivi yani, nilikuwa nilikuwa naanguka na ngukaji wangu natumia piga magoti mpaka mm. nilipokuja kutimiza umri wa miaka kumi mm. na tano, nilianza kupiga kelele usiku kucha, kapiga kelele, kuamka asubuhi nikakuta kiuno hiki kimeshuka na miguu mikakamaa ikunjuki mpaka mm. sasa. Uh, wanani, mm. we unapata mwaka wa nane, nipo ndani huu mwaka wa nane nimepoteza ndoto yangu ya masomo imeshia darasa la nne tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano. Mm. tatizo kubwa ni mgongo poteza mwelekeo mekuja kusababisha mpaka kiuno kwao viungo havifanyi kazi. Hata hivyo katika machungu hayo, aliendelea kushikilia imani yake akisema ya maneno ya Ayubu, lakini mimi najua mteteaji wangu yu hai naye atasimama juu ya nchi. Ninamshukuru Mungu ananipa uwezo wa kuongea kama hivi mm kaka kama vile najifunza neno la Mungu na tafakari mm. Eh, kwa maana jaribu alikuanza kwangu mm. kwa maana hata shai kusoma jaribu la yule mtumishi mmoja aliitwa Nabii Ayubu. Alikuwa mtu mkuu sana katika ile nchi ya Usi mm. mara ghafla tu Mungu akaanza kumpiga na majipu mwili mzima mm. eh, mwenyewe kuna maneno aliongea ile Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 alisema mm. lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yuwai nayakuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu alinena hivyo. Baba George kwa upendo na kujituma alianza safari ya kutafuta msaada kupitia ofisi mbalimbali, vyombo vya habari na watu binafsi, akijaribu kumtafutia mtoto wake mwanga wa matumaini. Maoni ya watu akaniambiaje, bwana wewe sasa hivi huyu mtoto, nenda kwenye vyombo vya habari, wajue watakusaidia vipi. Kweli mimi kichombo changu cha kwanza nilienda Kweli walichukua maelezo ya kwangu mimi, unaona bwana, wakanipa mwongozo, akasema nenda hospitali mm. ili ambayo wajue tatizo ni nini uje uniambie. mm. mm. mm. baada ya hapo nikupe msaada wa kipindi, tujue watanzania watakusaidia vipi. Na yote nilifanya hivyo bwana, ameniambia daktari moja, mbili, tatu, akasema unajishughulisha nini? akasema najishughulisha na kazi ya ulinzi. mm akasema nenda kafanya hesabu ya mtaji wa kuuza angalau dagaa mtani kwa kwa ugenge, ili ambayo ni kuingize kwenye kipindi, unaona upate angalau wachani na hiyo kazi ya ulinzi, kwa sababu kazi ya ulinzi mshahara wake ni mdogo, afu unamfungia mtoto ndani unaenda kazi ya ulinzi. Na kweli nilikuwa namfungia ndani, unaenda kwenye kazi ya ulinzi. Matokeo yake subiri, toka mwaka juzi ilikuwa ile mwezi wa sita tulivyomalizana nenda nitakupigia simu. Nikakaa mpaka mwezi wa saba nikaenda bipi, naenda nitakupigia simu, kumbe e, ndani yake watu waniambia, unatakiwa ujiongeze. Kaambia mimi sina hela, yaani hapo anakupa bla bla, anataka ujiongeze. Basi unaona, huku na huku kuna redio moja nimeenda, waliponichangia wa Tanzania, nilipata elfu sitini lakini tayari walirushwa huyo kwenye mitandao nani, mitandao ya kijamii, ikabidi sasa wakaanza watu wakaona kawa imekuja kweli, wakafanya kipindi kule, hakuna hata mia nilioipata. Lakini safari hii, kama ilivyo kwa wengi, ilikosa mwelekeo sahihi. Kupitia ofisi ya ustawi wa jamii manispaa ya Temeke, kijana George na baba yake wamepata msaada wa kisaikolojia, elimu na mwongozo wa namna kuweza kujikwamua kifikra na kiuchumi tunaona hapa imeeleza kwamba amepita sehemu mbalimbali, vyombo vya habari mbalimbali mbali, ofisi za serikali. Lakini sasa wito wangu katika jamii, kwenye jamii kuna ofisi ya ustawi wa jamii ambao huwa tunashughulika na jamii kwa ujumla. Baba George alipaswa kuanza kwanza kwenye eneo lake ambalo anakaa kwa hapa Dar es Salaam kata zote zina maafisa ustawi wa jamii. Alikuwa na uwezo wa kufika kwanza kwenye ofisi kwanza ofisi za serikali za mtaa mpaka kwenye kata, anamkuta afisa ustawi wa jamii na kueleza changamoto yake. Ofisi za ustawi wa jamii zina zina uwanja mpana wa kuweza kutatua matatizo ambayo jamii inaikumba, kwa sababu kama nilivyoongea, ofisi ya ustawi wa jamii inashughulika na wanajamii. Kwa hiyo baada ya kufika ofisi za ustawi wa jamii, angeweza kupata njia nzuri ya namna ya kuweza kumsaidia George kupitia afisa ustawi wa jamii Bi Rehema Mwaifuge, familia ya George imepata dira mpya. Nimeonana na ustawi wa jamii wa Kata ya Chalabes. Chalabes. Mm. Na, tena naongea pale kwa DC unaona mm. Njo ikabidi pale walifanyia kazi wa kuja hapa na mpaka hadi waka huyu mama huyu au dada akapata kulijua hilo swala. So star. Unaona bwana wakamfikishia ofisini kwake mm. Nkaanza kwenda hospitali akafanyiwa kipimo, alipofanyiwa kipimo huyu ameonekana mifupa haina matatizo, ila mishipa imekaa inahitaji tiba yake mm, afanyiwe mazoezi mm, unaona mm. <coughs> baada ya mazoezi tumeenda kwenye kitengo cha mazoezi mm, wanaona kwamba bado tatizo misuri imekakamana. Nikarudi tena kwa daktari wa mifupa, anaambia hakuna njia nyingine ni mazoezi, anahitaji sio ya haraka sana, ni kidogo kidogo, unaona bwana. Kwa hiyo huyu atakiwe kulaza udini Unaona, hawezi mwili wako kufanyiwa upasuaji kutokana na tatizo limekaa muda mrefu, kimfanyiwa upasuaji kwa sababu mishipa yake yote imeshikana, ufahamu ikakuwa tumeongeza tatizo lingine nao, unaona daktari wa mifupa. Basi nikarudi tena kwenye kitengo cha mazoezi walivyosema, akasemaje wa mazoezi, daktari ananiambia nenda, akakutana na daktari wa lishe huyu, inaonekana tatizo limekuwa nalo limechangia ugonjwa na lishe. Kweli nimeenda kwa daktari wa lishe pale pale Mwembili, akaona naye kafanya mahojiano, changamoto kaambia changamoto kuumwa, ulaji wangu umekuwa wa shida, tunakula saa nane mpaka kesho yake saa nane, mimi na huyu. Kwa hiyo hapa sina msaada wote. Yule daktari akasemaje, ngoja sasa, akaandaa vile vitu kama mlivyoona umetumiwa sijui, akasema hivi vitu vinatakiwa avitumie huyu, kila baada ya mwezi utakuja naye tuone maendeleo yake, daktari daktariwalihii kila baada ya mwezi tuwe tuone afya ya yake inakwendaje. Ikishakaa mm. vizuri, sasa yule atatupa ile fursa ya kwenda wapi? Daktari wa misuli, sasa ende akamwangalia misuli yake mm. Hapo wa misuli ndio atatoa kile kibali cha kwenda kwa daktari la wa mazoezi sasa Afisa huyo alitoa elimu, ushauri, msaada wa kisaikolojia sambamba na kuwaunganisha na wadau mbalimbali, akiwemo kinara wa huduma za ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Ali Mohamed Raza Dewij, aliyekuwa na utayari wa kumsaidia kijana George. Nilivyopata habari kuhusu huyu kijana George, tuliguswa sana na stori yake. Kwa hiyo, tulivyoongea na ustawi wa jamii Temeke, tumeona tuje tutembelee na tuone mazingira na tulivyopitia na ustawi afisa ustawi wa jamii wa Charambe, mama Magreda, tumeona mengi hapa. Kitu moja lakini, tulipofika hapa, iliyonigusa sana ni kwamba babake George alikuwa anasema hii nyumba na hii sehemu ambapo wanapoishi sasahivi imeshauzwa na labda hawatakuwa na sehemu ya kuishi kwao. Mimi nataka niwape majukumu afisa ustawi wa Charambe hapa watafute sehemu ya vyumba viwili pamoja na babake na George, ili tutalipa sisi kodi ya miezi mitatu ya ile sehemu. Kwa hiyo wapate sehemu ya kuishi, mtoto alale mbali, baba awe na chumba chake. Kwa hiyo nakupa jukumu hiyo yu, mama please tufanyie, na kitu cha pili wito kolia wadau wengine kama mimi nilivyofanya na, na, mimi na ninavyofanya na ustawi wa jamii ni, ni sehemu ya serikali ambayo inafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo inabidi tuwe nao kwenye kazi zetu zote tupitie usa, hizi ofisi za ustawi za jamii ziwe Temeke iwe Ilala iwe Kinondoni au moja kwa moja kwa ustawi wa jamii Dar es Salaam pale kwa mkuu wa mkoa Mje pale, maafisa hawa wanafanya kazi nzuri na inabidi tushirikiane nao. Kwa mi naomba kwa wadau wengine walioguswa na stori hii, wasiende moja kwa moja au wasie nini, angaike sana, waende kwa ustawi wa jamii na watasaidiwa na watafanya kazi kwa pamoja. Hapa tunaona nguvu ya ustawi wa jamii, nguvu ya matumaini na yenye kulinda haki na utu wa watoto wetu. Kwa hiyo basi kulingana na jinsi ambavyo amehangaika babake na George ofisi ya ustawi wa jamii ilivyopata hii taarifa ya George, japo ni kwa kuchelewa, imefanya jukumu la kuweza kwanza kumtembelea kijana wetu George ili tujue ana changamoto gani. Baada ya kumtembelea, lakini pia George ana mahitaji mbalimbali ambayo yana, yataenda kumsaidia kuweza kuimarisha afya yake. Kwa hiyo basi tunaiomba jamii kama alivyoongea Baba George, mahitaji ya George, ili angalau iweze kumsaidia kujenga afya. Tunawaomba wadau mbalimbali mjitokeze, mweze kumsaidia George kwa kupitia ofisi za ustawi wa jamii. Tumeona ushirikiano wa serikali, wadau na hata jeshi la polisi likisimama pamoja kuhimiza jamii kutoogopa kufika vituoni, kwani msaada wa kweli upo pale unapochukua hatua sahihi. Kwa nini tunakuambia, kwa ishi yoyote changamoto yoyote ya kijamii uanzie ustawi, uanzie dawati la jinsia na watoto, kwa sababu dawati la jinsia na watoto tuna connect direct na ustawi wa jamii. Kwa hiyo kwanza ukifika kwetu tutakupa elimu kuhusu masuala ya malezi ya watoto wenye changamoto kama hizi. Tunaona wengi wanawageuza hao wa watoto kwamba nikitega uchumi atampeleka hapa, atampeleka kwenda kuombaomba, atampeleka yani sehemu ambazo sio, si rasmi. Lakini ukifika dawati, tutakuunganisha na watu wa ustawi, kwa sababu tupo nao jirani, tuna simu na wana, wana, wanalipoti dawati kila siku kuangalia changamoto za jamii. Kwa hiyo ukifika utakutana ambaye, nae, na afisa ustawi ambaye atakuunganisha naye na atakua saidia hizo ishu zako vile inavyotakikana. Achana na ishu za kumgeuza mtoto kitega uchumi, mara apite hapa, mara apite hapa. Mtoto mwenye changamoto ni mtoto kawaida kabisa, na anahitaji haki za kawaida kabisa. Usimtumie mtoto wako ambaye ana changamoto kama kitega uchumi, naye anajisikia vibaya kwa sababu naye ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Angekuwa mtoto wako kama, yani, hana changamoto, sidhani kama ungemtumia kama kitega uchumi. Sasa kwa nini umgeuze mtoto wako mwenye changamoto kwa ni ni kitega uchumi? Mtumie mtoto wako vile inavyo Kikana, kwa mujibu wa sheria, na kushukuru sana. Kupitia msaada wa kisaikolojia ambao George na baba yake wamepata leo, George anaishi kwa matumaini, anaamini ndoto yake ya kuwa mchungaji bado ipo hai. Nilikuwa natamani sana niwe hey. Mchungaji, nifanye kazi ya kulihubiri neno la Mungu hmm. na niweze pia kumwimbia hmm. Mungu eh. Ndoto yangu ndio hiyo, anataka niwe mhubiri wa neno la Mungu Wow. Uh, umesema pia unaweza kumwimbia Mungu. Unaweza kutuimbia hata wimbo mmoja uh, kidogo angalau tuonjeshe tuburudike. Naweza kuwaimbia kidogo wimbo mmoja wa mwimbaji anaitwa Walter, Walter Chilambo, huo okay. Wimbo unaitwa Holy Jesus. Mm -hmm. Nitawaimbia kidogo. Karibu vitakulemewa na mizigo Magonjwa na mateso, sina wasiwasi tena. Nipitapo uvuli wa mauti, Bwana, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Bwana umenifanya wa thamani, umenitoa matopeni, umenikung'uta mavumbi, umenibariki. Kupitia mfano wake, tunajifunza kwamba ulemavu sio mwisho wa ndoto, bali ni wito wa kuamka, kujifunza na kuwasaidia wengine. Oh yeah.